Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen ni hiki kifo cha Kitundu moja kati ya waigizaji wa tamthilia ya Jua Kali. Sasa Lamata amezungumza kuhusiana na vitu ambavyo vimetokea mpaka kupelekea kifo cha Kitundu, lakini pia vilevile tuko hapa na baadhi ya jumbe za mwisho kabisa za Kitundu ambazo aliziweka katika kurasa wake wa Instagram maana tunafahamu kwamba Kitundu alikuwa na official page yake ya Instagram. Sasa kuna moja kati ya vitu ambavyo alivizungumza kwa mara ya mwisho kupitia kurasa wake wa Instagram utavifahamu hapa Trend TV, lakini Lamata mwenyewe baada ya kupigiwa simu kuhusiana na kifo cha Kitundu ameeleza kwamba huyu Kitundu yeye alikuwa anamfahamu tokea akiwa bado mdogo, yani ni mtu ambaye amemlea kama mtoto wake ambapo hata kipindi alivyoanza kutengeneza tamthilia akaamua ampe nafasi kutokana na kwamba alikuwa anaamini kwamba ana uwezo wa kudeliver katika tamthilia hiyo ya Jua Kali. Kwa hiyo tukamfahamu huko Kitundu kama mwigizaji wa tamthilia ya Jua Kali, lakini pia tunamfahamu kwa watu ambao tulikuwa tunamfuatilia, tunafahamu kwamba pia Kitundu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa pia anapenda sana dancing eh, na tulimuona tokea katika mashindano ya East Africa Television kipindi kile cha dance mia mia. Kama unakumbuka alikuwa naye pia ni miongoni mwa washiriki katika hicho kipindi. Sababu ambayo imepelekea kifo cha Kitundu, alikuwa anaumwa, alikuwa anaumwa mapafu, alikuwa na matatizo ya mapafu. Hicho ndio kilichopelekea kifo chake, na mambo mengine ni kwamba yeye Kitundu sorry, yeye Lamata ameshindwa kuelezea, kwa sababu vitu vingine ameiachia familia, ndiyo itakayoeleza mambo mengine ambayo yamemsibu Kitundu mpaka kupelekea kifo chake. Kwa hiyo tutakupa pia habari hizo on the next video, lakini this time around, kabla hujafika mbali, nataka usikilize Lamata mwenyewe alivyotoa maelezo kidogo kuhusiana na kifo cha Kitundu So Lamata aliishiwa mpaka maneno, akasema kabisa kwamba hata kuelezea anashindwa, mara tu baada ya kuulizwa kwamba je, ni kipi ambacho yeye anakikumbuka kwa marehemu Kitundu, ambaye alikuwa ni moja kati ya waigizaji wake katika tamthilia ya Jua Kali. So hapa wame, kuna page hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo inshu, kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba sielewi niseme nini nipo kwenye wakati mgumu sana. Hayo ni miongoni mwa maneno ambayo Lamata alisikika akizungumza bana. E, moja kati ya habari ambayo imesambaa eh, ni ya mwigizaji huyu kufariki watamthilia jua kali Kitundu na producer, Lamata. Leo. Lamata lea amezungumza na mwandishi wa habari kuhusiana na kifo cha Kitundu, lakini pia tumepita katika peji ya Kitundu mwenyewe, kama nilivyokuambia kwamba tumepita pia katika peji ya Kitundu kuweza ku kukuelezea kuhusiana na ujumbe wa mwisho kabisa ambao Kitundu aliuweka katika kurasa wake wa Instagram. E bwana, page ya Instagram ya Kitundu ameandika hapa kwamba dancer, actor, actor from Tanzania dancer jua kali series, alafu akaandika pale eh, kipindi cha jua eh, tamthilia ya jua kali inapatikana wapi katika DSTV na channel namba ngapi, lakini pia ana followers takriban E, ana followers takriban elfu thelathini na moja nukta saba na ujumbe wake wa mwisho page, posti tatu za mwisho za Kitundu ukiachana hii posti mojawapo ilikuwa ni za sirizi, za ya, ni za sirizi ya Jua Kali hususan katika vipande ambavyo yeye pia ameparticipate yani, katika vipande ambavyo yeye pia ameshiriki. Umeona kwa hiyo, hivyo vipande huaga Kitundu naye pia huaga na posti huku katika page yake ya Instagram. Lakini kuachana na hilo ni kwamba mara ya mwisho kuposti Kitundu ilikuwa ni tarehe 26 Februari mwaka huu. Umeona eh? Kwa mara ya mwisho kitu, kut, Kitundu kuposti ilikuwa tarehe 26 Februari ya mwaka huu, yani mwaka huu mwezi wa pili. Umeona eh? Tarehe 26. Ndio mara yake ya mwisho aliposti picha ya Lamata. Kwa hiyo hii ndio posti ya mwisho ya Lamata ya Kitundu kabla ya kifo chake. Aliposti picha ya Lamata na akaweka ujumbe hapa hmm. Kitundu aliweka ujumbe hapa katika posti hii, ambapo ujumbe wa Kitundu aliandika kwamba mama, nakupenda, enjoy your day, akamtagi pale Lamata Lea. Umeona kwa hapa ni kwamba Kitundu bwana alikuwa amemposti hmm. Alikuwa amemposti Lamata kwamba anampenda, na hii ilikuwa ni siku ya birthday ya Lamata kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo huu ndo ujumbe wa mwisho wa Kitundu kwa Lamata. Mm, alimwambia tu kwamba anampenda. Umeona bwana, eh? Na akamwambia enjoy hiyo day. Lamata alikuja, alikoment hiyo, aliweka comment katika hiyo page ya Kitundu akaweka makopa lakini pia vile vile, hapa sasa hivi katika hii peji ya Kitundu mashabiki, baada ya kifo cha Kitundu, amekuja kukoment katika hii posti ya mwisho ya Kitundu ambayo alikuwa ameiweka katika ukurasa wake wa Instagram ambapo alikuwa ameposti picha ya Lamata. Kwa hiyo hapa kuna huyu hapa amesema kwamba RIP. Kuna mtu amesema kwamba RIP Kitundu. Kuna mtu amesema kwamba bwana, nimekuja baada ya kusikia taarifa za msiba. Kuna mtu amekuja ku comment hivyo. Kuna mtu hapa ameandika kwamba jamani, huu ndio ujumbe wake wa mwisho. Kuna mtu amesema kwamba bwana, tatizo lilikuwa nini? Jamani, anayejua aniambie tafadhali. Umeona, kuna watu hapa wanataka kufahamu tatizo la eh, la Kitundu kupelekea kifo chake ilikuwa ni nini So kama tulivyosema kwamba alikuwa anasumbuliwa na matatizo ya mapafu, umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. So kiukweli Kitundu bwana alikuwa na kipaji, yani alikuwa na uwezo wa kubadilika, umeona eh, yani ana, leo anaweza kaigiza hivi anafurahisha, kesho akaigiza sini za, za kusikitisha, akagusa kweli hisia za watu. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo Kitundu alikuwa anasifika kuwa navyo, umeona bwana, ya yeah. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Tutakupa habari zaidi kuhusiana na msiba wa Kitundu, kuhusiana na mambo mengine kumuhusu Kitundu. Maana familia yenyewe hapa imetangaza rasmi kuhusiana na kifo chake, hususan familia ya Lamata. Nazungumzia sijazungumzia familia halisi kabisa ya Kitundu, nazungumzia hapa kwanza familia ya Lamata village. Familia ya Kitundu tuwaleteni, kesho tutafanya mahojiano na wanafamilia pia. So hapa wameandika kwamba familia ya Lamata village inasikitika kutangaza kifo cha mwanafamilia mwenzetu Rad, eh, Raidanus Vitalis aliyekuwa anacheza uhusika katika tamthilia ya Jua Kali kama Kitundu. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, rafiki, jamaa na jamaa wote. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake liimidiwe. So hao ni wanajua kali wenyewe wameposti hivyo, lakini pia Lamata amekuja ameposti kuhusiana na ratiba ya msiba wa Kitundu. Kama bado ulikuwa hujaifahamu, iko hivi, ni kwamba msiba ratiba ya mazishi itakuwa ni tarehe 26 mwezi huu mwaka huu 2025. E, Kitundu jina lake halisi ni hilo Raidanus Vitalis, amezaliwa mnamo mwaka 1997 amefariki mwaka huu 2025. Msiba utaanza nyumbani kwao saa nne asubuhi, nyumbani kwao pale maeneo ya Vikindu mtaa wa Magomeni, na mazishi yatafanyika